Tunajitoa ufahamu, tunajitoa ufahamu, tunaharibu mazingira. Em, niambie, hii inahitaji digrii au form 4 mtu anaenda kuchimba barabara -bara? Niwaulize wakazi wa, wa Mindu, inahitaji form 4 ili eh? Kweli tutatoka hapa mkaone kinachoendelea pale. Sasa kinachofanyika hapa ni uharibifu wa miundombinu ni kosa la, la, la, la, la jinai kubwa la kuhujumu miundombinu, na niwaambie wale hawatasalimika. Na kibaya zaidi hata sisi sasa hivi tunavyofanya doria wanakuja na, wa, wanatishia na mapanga na sururu. E, tumeitana hapa, tunataka hili jambo tushirikiane kwa pamoja Haiwezekani wachache wakawafanya wananchi wote wa Mindu kwamba hao wote wanaokaa hapa Mindu ni wauni. Sio wote, hamko hivyo. Tufike mahali mtakapoona mtu yoyote ana sururu, ana beseni chepe, huyo ni alaliweni, kamateni, twambieni, kamateni na kumkamata mtumio kaanza kumfikisha ofisi ya serikali ya mtaa, sio kosa pale, ni pozi tu, anaambia polisi, njoo huyu mtu yuko hapa, kwanza ni sehemu salama kwake. Tunawaomba ndugu wananchi, tushirikiane katika hili. Tumezungumza hapa, nimesikia kuna mwananchi anazungumza vikundi vya ulinzi shirikishi vinaonekana, vikundi vya ulinzi shirikishi huko vimekufa. Tuanzishe vikundi vya ulinzi shirikishi katika maeneo yetu, lakini tuwataje wahalifu hawa kwa sababu mnajua tunapokuwa tunapita tunakutana na vijana wengi sana lakini tunajua tuna, wanatukebei eh, wanaona tunapita wanasema okay, piteni. Na kibaya zaidi wanaweka mtu wao pale, tukitoka tu kidogo wanasema okay, wameshaondoka, njoni, njooni huku. Sasa mnafikiri hiyo ni nzuri? Ndugu zangu, kesi iliyokuwepo kule kwa wale watu wanane waliokamatwa, uwezo wa kulipa milioni 36 wewe na mimi hatuna. Hebu jambo hili niwaombe sana, tulichukulie serious kweli, tulichukulie kwa ugumu kweli, baada ya kutoka kwenye kikao hiki, ili usije kutafuta shida ya mwenyekiti wako, mjumbe wako, balozi wako, kwa sababu wewe utakamatwa. Kimfano mimi mwenyekiti nimeshirikishwa kwenye sehemu hiyo, umekwenda wewe mahakamani mimi ndo nitakuja kutoa ushahidi, bwana, ni kweli alikamatwa mtu fulani. Tusifikie yani wewe mwenyewe, tuone kama kuna watu walikuwa wanajihusisha na, na biashara hiyo. Kwa sasa tulipofikia, tukatafute kazi nyingine. Hapa hapa fai eneo letu hili limeonekana muda mrefu kwamba lina mali kwamba lina madini kitu ambacho kimeonekana upande wa serikali wahusika katika maeneo wame, wameweza kusababisha watu waweze kuingia ni kutoweka elimu ya katazo, kutoweka mabango kwamba ili eneo haruhusiwi mtu kufanya shughuli za kibinadamu. Kwa nini wananchi walio wengi kutokana na ile njaa, ni sawasawa na mtu ambaye anahisi njaa kubwa alafu akaona kitumbua kipo kwenye kabati, alafu anaona kabisa kio kinaonyesha kwamba kile ni kitumbua, lazima atapiga ngumi ili achukue kile kitumbua, japokuwa anaharibu kile ile kabati. Ni makosa, lakini naomba ulifikishe hili jambo kwamba wale wahusika wa mazingira hapa, tuna wahusika wawili au watatu. Tuna wahusika wa Morowasa, Bonde, TFS wana walinzi E, TANESCO waliingia mkataba na serikali ya mtaa, labda ndio wapo. Sasa watahusika kidogo, lakini Morowasa wanawalinzi ambao ni suma JKT. Kwa nini litokee hili?